Wakati tunapokuwa fildi vile katia kuzwa taka vile, kuna taka za aina mbili tunazodili nazo sio, kuna taka za plastic, kuna taka za uoza zile. Kwa hiyo taka za plastic wanachukua labda chupa na rasilimali nyingine wanaenda kuuza, alafu kuna taka nyingine zile za uoza wanazisotu kwa ajili ya kutengeneza mbolea. Lengo la mradi wetu ni kukusanya tani tatu kwa mwezi, ni kusafisha mitaa mji unakuwa safi kutokana, tuna weka mtaa kuhakikisha taka zinakuwa sifuri na tunasafisha mtaa kwa mtaa mta. Mabadiliko ya tabia ya nchi yanaleta fursa kwa vijana, mfano katika vile vitendea kazi tulivyo hapa vijana wamekuwa mekifazi sehemu si nzuri safisha mazingira ya majumba ya watu na kwa hapo, na wao wanajamii nao wana safisha wamejikea wao sisi sana wana wanakuomba mabao, mafagio, majembe ya kuzolea, majembe ya kung'olea miti iliyoota kiolela